Tutakapokuwa na viwanda, kwanza tutatengeneza ajira za kutosha, lakini mazao yetu haya ambayo siku zote tunakuwa tunayauza kama raw material tutaya process humu humu na kuadi value. Mkajipange kadiri mtakavyoweza kuona katika maeneo yenu kwa kushirikiana na SIDO na hata viwanda vingine vikubwa vikubwa, mwe na viwanda angalau vidogo vidogo katika maeneo yenu, mkawahamasishe wananchi mnaowaongoza wakafanye kazi. Mzee bure hayupo, na ndio maana wengine wanalalamika sasa hivi fedha zime zimepotea kabisa, mfukoni zimefungwa na Magufuli. Zitafunguka mkifanya kazi. Walizoea fedha za bure kutoka na kwenye sakresheni ya serikali, badala ya miradi kwenda kwa wananchi wa chini. Panakuwa na watu wengine, wao ni kucheza na hela za serikali akienda kwenye bar ana kiti chake kinalipiwa fedha kila siku, hata kama asipoenda pale. Vitaisha hivyo. Mimi najua nataka watu wafanye kazi, no work, no money. Kwa hiyo mkawahamasishe katika maeneo yenu watu wapende kufanya. Tunataka nchi yetu iingie haraka kwenye mataifa ya middle income, na nina uhakika tutafika. Mtu mmoja alikuwa anauliza kwa nini ziara ya mzee yule, amekuja hapa amewaachia miradi karibu ya thamani yake karibu bilioni moja usa dola, ameenda mahali pengine ameacha dola milioni arobaini. Ikasema ni kwa sababu ya Kiswahili. Development partners wengi lakini nao ni wafanyabiashara, hawawezi wakaja kwa sababu ya kutaka ni lazima. Sisi Watanzania tusimame imara, tujitegemee. Hayupo mtu duniani ambaye yuko lede kwa ajili ya kutupa tu sisi hata ukipewa msaada lazima kuna masharti mahali. Ukipewa hiki anataka hiki, inawezekana hiyo ndiyo maana ya sharing and giving. Sasa ni wajibu wetu sisi wa Tanzania kwa umoja wetu, bila kujali dini zetu, bila kujali makabila yetu, bila kujali hata vyama vyetu, tufanye kazi kwa ajili ya maendeleo, na ndiyo maana nina imani kubwa sana kwenu. Kasimamieni maendeleo katika maeneo mtakayoyaongoza, mkamtangulize Mungu katika kazi zenu, ikiwezekana, kila mmoja kwa imani yake, kabla hata hujaingia ofisini, mwombe mola wako. Kwamba nimetoka salama ofisini. Kabla hujachukua jukumu lolote, muombe Mungu, nataka nitoe maamuzi haya. Ninauhakika, ndugu zangu, mtafanikiwa kama mlivyofanikiwa kuteuliwa, mtafanikiwa katika kazi. Watu wengine wanasema hawana experience. <laughs> Experience unaweza ukawa na experience ya obvious tu, kwa sababu hata wizi ni experience. Kwa nini uchukue mtu ambaye ana experience, ambaye ni mwizi? Si nafuu kuchukua ambaye ana experience, akajifunze mle, kwa ajili ya kufanya kazi, ambaye sio mwizi. Kwa hiyo ukishaona hivyo unaweza ukaona kuna watu walijipanga kwa position fulani kwamba after him or her, it's me, forget about it. Tutafanya changes changes mpaka kwenye ground. Na kwa ma-DC, ninyi mko hapa watatu, mtawafikishia wenzenu na wakuu wa mikoa changes tulizozifanya sisi kuanzia kwenye level ya wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, mpaka wakurugenzi, na ninyi mkafanye hivyo hivyo katika maeneo yenu. Ukiona ni katibu tarafa hamuvu kwenye direction iliyo inayotakiwa mtowe, usikae unamlea aondoke. Ukimkuta mtendaji wa kata haendi unavyotaka wewe, na wewe mkurugenzi unataka kwenda kwenye direction hivi, mtoe. Tanzania tunawasomi wengi, tuachane na haya experience experience experience. Tunataka watu ambao they will deliver with the new vision. Hata waziri mkuu hajawa hata waziri. Kwani hawakuwepo mawaziri? Ameruka step. Kwani hawakuwepo mawaziri walioutaka uwaziri mkuu? Lakini akaruka step. Huyu ni waziri mkuu hafanyi kazi vizuri, jamani? tena alianzia kazi ya UDC. Kwa hiyo tuachane na hizi historia sasa. Tuko kwenye wakati wa kufanya kazi, ku deliver, sio kwamba used to do this. Dunia imebadilika, mazingira yamebadilika, na watu tunaowaongoza wamebadilika ni lazima twende kwenye spidi ya sasa, na ndio maana ninasema kwa dhati kabisa, niliona ninyi wakurugenzi mtanipeleka kwenye spidi ya sasa. Mkiniangusha ninyi, na mimi nitakuwa nimeanguka, na sisi wote viongozi wenu huku tutakuwa tumeanguka. Sasa kawadhihirisheni kwamba ninyi you are the difference kwamba ninyi mnaweza tofauti na walivyofikiri. Ndugu zangu, ninajua mnasubiri ratiba. Wengine walikuwa wanasema, ah, mbona baada ya kuchaguliwa tena mnaomba vyeti Kwani kuna ubaya kuomba vyeti <laughs> na ndio maana wote mmekuja, kwa sababu mna vyeti halali. Kwani kuna ubaya gani? <laughs> na mizigo ya vyeti hati leo wamewachora. <laughs> Lakini hakuna ubaya, verification ni kitu muhimu na kwa sababu ninyi tuliowachagua mnajiamini, mna confidence na qualification zile kweli ni zenu, ndio maana mmekuja wote, hatukuchagua vilaza. Najua hili jina hawalipendi sana mmekuja wote, mna confidence na mtu mwenye qualification yake haogopi. Utaogopa nini? Na ndio maana wanaojaribu kuwachafua watakubandika hata qualification ambayo sio yako, ni kama niliyompata huyo Ruhende, anaambiwa anafanya kwenye hoteli moja Sinza. <laughs> ana certificate ya hoteli, lakini Ruhende niliyemteua mimi ana masters, na ningeomba waandishi wa habari leo mpige picha cheti chake <laughs> ili kusudi hao waongo wa kwenye mtandao wakashinde na wakalegee huko huko. Ndio nchi yetu tulikofikia. Saa nyingine uongo unashabikiwa sana kuliko ukweli, uongo unatengenezwa. Lakini ukiona mtu anatengeneza uongo sana, ujua ameshashindwa. Inawezekana anapotengeneza uongo kule, huwa analia, kwa sababu hana mahali pa kukamata. Lakini ni ukweli. Sasa hivi serikali inakwenda mbele, na mimi nataka niwahakikishie, serikali tumejipanga, tumejipanga nchi kwenda mbele, na ndiyo maana tumefanikiwa katika kuanza kutoa elimu bure na sasa hivi swala la madawati nalo liko karibu kuisha, zaidi ya asilimia themanini na kitu madawati yameshapatikana kwenye shule zetu. Mkayasimamie, tusije tukawa tunatengeneza madawati kila mwaka tunatengeneza madawati. Walimu wale ambao watakao kuwa wamekabidhiwa madawati, mkachukua orodha yao na madawati ya kila shule. Nikikuta dawati hata moja limevunjwa, halipo, yule mwalimu akate mshahara wake, alirudishie kwa gharama yake. Ni lazima tufike mahali tuanze kubanana. Tusipofanya hivyo, hatutafika. Niwaombe pia, katika fedha ambazo mnazipata, mkasimamie sasa majengo kwa ajili ya shule zetu. Kila mmoja akapange programu yake. Mimi nina uhakika tukijipanga vizuri, na pasipotokea mianya mingi ya fedha hizi kupotea, tutafanikiwa na tutajibu hoja nyingi za wananchi wanao tutegemea na wanaimani kubwa sana na sisi. Mheshimiwa Makamu wa Rais, Mheshimiwa Waziri Mkuu na ndugu viongozi, sikutegemea nizungumze mengi kwa sababu wenzangu wamezungumza mengi, lakini mnapoona na kuzungumza hivi, mjue ni kwa sababu ya furaha nilivyowaona mnavyofanana mbe eh. Mungu awabariki sana, Mungu awasimamie na wajalie katika kazi zenu, mkatekeleze yale ambayo mnatakiwa kuyatekeleza kwa ajili ya mapenzi ya Mungu wetu. Asanteni sana na ongeleni sana na washukuru sana sana, sana. Naam, ni Rais Dr. John Magufuli akimaliza kuzungumza na wakurugenzi wa teule ambao wapo katika ukumbi wa Ikulu ku, kuja kula kiapo cha utiifu na uadilifu kwa viongozi wa umma, kubwa amewataka kuwa waadilifu, na amewahakikishia kwamba kuwateua kwa bahati mbaya, basi wakaitende kazi.